Shukran sana kwa kupata fursa hii tena, ningependa kuzungumzia kuhusu yale, yale maagizo bwana rais alitoa kuhusu vetting kutolewa kule sehemu za mipakani mwa Somalia kuingia Kenya, kwamba watu watolewe vetting ili waweze ile jamii ya Kisomali iweze kupewa kitambulisho. Mimi ningependa kutoa maoni yangu hivi. Hilo agiza la bwana rais liko na uzuri wake na liko mahali pia, liko na matatizo, liko na shida. Unajua hapa Kenya, Kenya ni nchi moja ambayo iko na kaunti nyingi sana. Mahali ambapo liko na uzuri wake, mahali huyu bwana rais ambapo naweza mpongeza nikasema hilo agizo lake limeleta manufaa na limesaidia ni katika kaunti ambazo ziko huku sehemu zingine ambazo si mpakani. Tukisema katika zile kaunti kubwa kubwa ambazo haziko katika mipaka hii, jamii ya asili ya Kisomali na hii jamii ya asili ya Kiarabu na hawa wageni wageni ambao wamekuja huku wakapata waka, waka, kuoa pande hii, wale wakina mama wametoka katika nchi jirani, wamekuja wakaolewa pande hii, wale watoto wao wamepitia dhiki wamepitia shida wamepitia mateso, wakati wanapotafuta kitambulisho cha Kenya, na hawa ndugu zetu ambao wameandikwa katika hizo ofisi, wanapopata sheria kama hizi zimewekwa na serikali, huwa wana take advantage wananyanyasa hawa watu wakiwaitisha mlungula, wakiwaitisha pesa iwanambapo, wakati wanajua hawa watu kweli ni wa Kenya, lakini kwa sababu agizo limetolewa, wana take advantage na kuitisha hongo na kuwatesa hizi jamii, na hizi jamii zimehangaika sana zimeteseka kwa muda mrefu, kutoka kumetokea kwamba magaidi wanaangaisha Kenya, magaidi wanavamia Kenya na sasa ndio hiyo kitu ikawapatia nguvu zaidi. Lakini, hizi wale ambao wamelengwa katika siasa hizi za ugaidi, tunajua ni jamii ya Kisomali jamii ya Waarabu na hawa wengine wa ma mataifa jirani-jirani kidogo sasa, mimi nasema hilo agizo kwa jamii kama hii ambao ni ya wa Kenya wa wa ambao watoto wao wamezaliwa wa hapa ndani basi tutapata walipitia hali ngumu, na agizo kama hili limeleta nafuu kwa jamii kama hii, kwa sababu ile hali wamepitia ni hali ngumu sana. Unajua, inasikitisha sana kama wewe ni mzazi na umezaa watoto hapa, wewe ni Mkenya, stakabadhi zote uko nazo, lakini watoto wako wanahangaishwa, wanaambiwa si Wakenya. Hiyo kitu inasikitisha sana, na hawa watu walipitia hali ngumu sana na uchungu mwingi sana lakini kwa sababu la agizo kama hilo la rais limewaletea manufaa sana, na hao watu wamepumzika sana na wale machungu walipitia hapo. Kwa bwana rais, kwa jamii kama hii, hao ambao wanaishi katika kaunti za ndani ya Kenya, bwana rais, hawa watu uliwasaidia sana, na mimi namajua mahali wako wamerudisha shukrani nyingi sana. Hilo agizo liliwapatia hawa watu nafuu kubwa sana, na upande mwingine mahali ambapo nasema ile uagizo halitafanya kazi na litaleta hasara kubwa sana ni hapo mipakani. Hapo mipakani ndio njia ambayo inatumiwa na magaidi kuingia, hapo mipakani ndio njia ambayo inatumiwa na wahalifu kuingia. Kuna watu wamefanya maasi sana nchi jirani, kuna watu wamefanya ugaidi nchi jirani. Wale watu mahali wanatumia ni sehemu kama hiyo. Mimi ningemwomba Bwana Rais sehemu kama hile, hilo agizo lisifanye kazi kwa sababu, gizo kama hilo pale likifanya kazi tutaingiza watu wabaya, kama tumeona visa vimetokea katika Kenya. Kuna watu wanatokea sehemu za Ethiopia wamekuja fanya mauaji huku, kuna watu wanatokea sehemu za Somalia wanakuja fanya mauaji pande hii. Sasa mimi ningeomba hivi serikali. Mipakani kama pale ndio ingezidisha kukaza kamba na sheria. Hata ingewezekana Bwana Rais angesema pale mipakani wangeweka vetting mara mbili wangeweka vetting mara mbili ndio, ili kuweza kuwakagua hawa watu vizuri sana kwa sababu pale ndio pana matatizo. Pale mipakani ndio pana biashara nyingi. Pale mipakani ndio magaidi wanatumia kuingia. Pale mipakani ndio wakora wote kutoka nchi jirani wanaingia. Kwa hivyo, bwana rais, pale ndio ningemuomba, pale mipakani, hiyo sheria angeizidisha, angekaza kamba kabisa. Hiyo vetting kwanza, hata ingefanywa vetting mara mbili, kwa sababu pale ndio njia na milango ya watu ambao wananiambia sana, na wakiingia katika Kenya wanakuja kufanya maasi mengi sana. Shukran sana.